Ni sehemu ambayo unajisikia vizuri kwao, nawahamasisha Watanzania wenzangu tusiwaachie tu hizi hoteli nzuri, hifadhi nzuri, wageni kutoka nje. Hata sisi pia tunaweza kufanya utalii wa ndani na ni rahisi tu, wala sio gharama kubwa. Kwa hiyo nakukaribisha uje uenjoy, utafurahi, ni sehemu nzuri sana. Lakini pia niwashukuru wanakwaya wenzangu tumtumikie Mungu, kupitia kumtumikia Mungu nakutana na vitu vingi so uimbaji tu, hata kutalii, kukaa pamoja, tuna enjoy. Mungu wa mbinguni awabariki. Na nimefurahishwa sana na utalii wa ndani, ni mara yangu ya kwanza kufanya utalii rasmi wa ndani. Nimefurahi kuwaona wanyama vizuri na nimefurahi kuona kwamba kuna mandhari nzuri sana za utalii ambapo wageni wanakuja kwa hiyo nimefurahi kuona mimi nilikuwa miongoni mwa watalii wa ndani kwa siku ya leo, katika nchi yangu ya Tanzania. Najivunia kuwepo Tanzania, kwa hiyo nawakaribisha sana Watanzania wenzangu tujitahidi tuweze kuhamasisha na kuhudumisha utalii wa ndani, asante. Tumejifunza mengi kupitia utalii wa ndani ambao tumeona wanyama wengi wazuri, uumbaji wa Mungu, jinsi Mungu alivyoumba. Lakini pia tumejifunza mazingira haya ya hoteli ya Four Seasons ambako tumeona miundombinu mizuri, lakini refreshment nzuri, vyumba vinavyo vinavyohudumia wageni, hoteli nzuri, mapishi na vitu vingine, kwa kweli ni jambo la kumshukuru Mungu sana kwa neema ya pekee ambayo ametupa siku ya leo. Kwa kweli tunashukuru na tunawaalika watu wengine pia, wakipata nafasi, basi ni vizuri wafike kujionelea utalii wa ndani na rasilimali ambazo Mungu ameibariki Tanzania. Amen. Kwa majina naitwa Vanessa Vedastus Manga, nasoma katika shule ya Mapinduzi. Ya Mapinduzi, mimi kama mwanafunzi wa darasa la nne napenda kuwaasi wazazi wawalete wa watoto wao wape nafasi watoto wao kuja kutalii. Mimi nimefurahia vitu vingi sana, nimetalii, nimeenjoy, nimependa, nimetembelea pia hoteli inayoitwa Four Season Four, nimeipenda sana Sikuamini macho yangu kwa sababu sikuweza kuiona, nilikuwa nikisikiliza tu kwenye taarifa ya kwenye TV, nilikuwa tu nikiona wanyama ni wadogo, kila kitu ni kidogo, ila nimefika, nimeamini kabisa. Kaona washauri sana wazazi na watoto, mweze muwaombe wazazi wenu, au wazazi mwaruhusu watoto wenu kuja kutaria. Asanteni. Eh, ni wanyama gani amb Wanyama ambao nimeweza kuwaona ni kama simba, chui, kiboko, nyani na wanyama wote wote ila ni wengi sana.